Kwa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa na wanaotusikiliza, nina mambo manne makubwa ya kusema nanyi. La kwanza, kuwatakia kusimamia amani na usalama katika maeneo yenu. Nyinyi ni wenyeviti wa kamati za usalama kwenye maeneo yenu. Kwa hiyo kipindi hiki tunachokwenda, kuna vijichokochoko vinaweza vikatokea vya makusudi na vya bahati mbaya, nataka mkasimame imara kuhakikisha mikoa inabaki salama. Tunakwenda kwenye uchaguzi tukiwa salama. Najua tunakwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, makundi yataibuka mengi. Nendeni kama makamisa wa mikoa, kasimameni imara, hakikisha mikoa inabaki salama. Lakini la pili, usimamizi wa fedha za serikali. Tumeleta fedha nyingi, kuna miradi mingi iliyokamilika na inayoendelea Nendeni kasimamieni usimamizi wa fedha za serikali. Miradi inayotekelezwa iende na thamani ya fedha tunayoishusha. Fedha ile ni kwa ajili ya kutatua shida za watu na si vinginevyo, nataka mkaisimamie. La tatu, swala la mapato ambalo nalisema kila siku, katika mikoa yenu tuna uwezo wa kuongeza ukusanyaji wa, wa mapato na kwa mwaka huu tumewaongezea kiwango cha ukusanyaji, lakini na hakika mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Mnaweza kufanya zaidi ya hapo. Msende kutumia maguvu, lakini kakusanyeni mapato, hakikisheni mifumo iliyowekwa inafanya kazi vizuri, fedha inapatikana. Nadhani mwenendo wa ulimwengu mnauona, akitoka kuchokozana huyu anaingia kuchokozana huyu, akitoka huyu anaingia huyu uko mbele hatujui kinachokuja. Kama kutapanda bei za bidhaa, kutapanda mafuta, kutafanyaje? wengine wanajivuta katika misaada. Kwa hiyo la maana hapa ni kukusanya ndani kwetu. TRA inafanya vizuri, nataka mikoa ikafanye vizuri. Simamieni halmashauri zikusanye mapato vizuri. La nne nirudie kusisitiza kwamba twende tukawasikilize wananchi kipindi hiki ni cha mchakato kuelekea uchaguzi, lakini mikoa ipo na nyinyi mpo, mnaendelea kuwasikiliza wananchi, lakini kipindi hiki cha, wacha, cha uchaguzi kutokuwa bias kama wakuu wa mikoa. Kasimameni katikati, shirikianeni na chama, kasimameni katikati, muendeleze mchujo katika uchaguzi unaokuja. Uh, kajishusheni. Jua mkuu wa mkoa ukifanya mabega hivi kama ile mizani ya mahakamani kule, haipendezi. Kuwa mkoa unatakiwa uwe down, uwe kwa watu. Ukiwa kwa watu, wewe wakuu wa wilaya watakuwa kwa watu, wakikuoneni nyinyi. Na dhamana kubwa, kuwasimamia wakuu wa wilaya, halmashauri. Nendeni kafanyeni kazi.